Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tumeweza kuandaa iftari hii ya wa walimu wa madrasa za Qur'an pamoja na maimamu wa misikiti mbalimbali mbali katika eneo hili la Msasani jijini Dar es Salaam, kama ambavyo hii ni kawaida ya Jamiyatul Firdaus al-Khairia kugawa iftar katika maeneo mbalimbali mbali, lakini pia kuwakusanya waalimu hawa na maimamu katika kuftari pamoja. Salatulmaghrib ya pamoja ilisaliwa katika eneo hili na moja kwa moja baada ya sala hiyo eh, waalimu hawa waliweza eh, kuingia moja kwa moja katika iftar iliyoandaliwa na Jamiiyatul Firdaus Al Khairiya. Masha Allah tabaraka Rahman. Tunamuomba, tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie thawabu zote hizi ziwafikie wana Firdausi wote na kila aliyetoa shilingi yake katika kufanikisha eh, jambo hili adhim la kulisha ndugu zetu hawa, na baada ya hapo dua iliombwa kwa ajili ya wana Ferdausi wote pamoja na waliofanikisha zoezi hili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atakabali dua hii na atufanyie wepesi mambo yetu, nasi akatulishe chakula cha peponi na atunywishe katika haudh ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mimi ndugu yako Saleh Alhinai nikikuletea ripoti hii, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.